Na majengo mengine Mheshimiwa Rais alitupatia jumla ya shilingi milioni 500 kwa ajili ya kufanya ukamilishaji wa majengo hayo, lakini si hivyo tu, amefanikiwa kutuletea jumla ,000 ,000 ,000 ya shilingi milioni 450 kwa ajili ya kununulia dawa pamoja na vifaa tiba. Ndugu wananchi wa eneo hili la Kalekwa na kijiji cha Mitundu kwa ujumla, kwa upande wa elimu msingi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akisaidiana na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Manyoni Magharibi wamefanikiwa kujenga jumla ya vyumba 35 vipya vya madarasa. Vyumba hivi vimejengwa katika shule zetu mbalimbali za msingi, lakini pia tumefanikiwa kujenga jumla ya matundu mia na sita ya vyoo ambayo tumewatawanya katika shule mbalimbali. Mheshimiwa Rais baada ya kuleta vyumba 35 vya madarasa, aliweza kusajili jumla ya shule mpya tano ambazo zimesambaa katika vitongoji vyetu. Mheshimiwa Rais baada ya kusajili shule hiyo hakuishia hapo. Alituletea jumla ya walimu ishirini na tatu kati ya walimu sabini na mbili ambao walipangwa katika halmashauri ya Itigi. Ndugu wananchi wa eneo hili la kitongoji cha Kalekwa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upande wa elimu sekondari. Amefanikiwa kujenga jumla ya vyumba kumi na moja vya madarasa. Kati ya hivyo, vyumba vitatu tulijenga katika shule ya sekondari Karekwa, lakini vyumba nane tulijenga katika shule ya sekondari Mitundu. Aidha, tulifanikiwa kujenga jumla ya vyumba viwili vya maabara ya sayansi, yaani fizikia na kemia katika shule ya sekondari Mitundu nye thamani ya shilingi milioni sitini. Ndugu wananchi wa eneo hili la Kalekwa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuishia hapo. Alifanikiwa pia kuboresha, kuboresha hosteli katika shule ya sekondari Mitundu. Alituletea jumla ya shilingi milioni ishirini kwa ajili ya kutengeneza hosteli, ambapo watoto wetu wakike, wa kike wanapumzika wawapo shuleni katika shule ya sekondari Mitundu ogo wananchi wa kitongoji cha Karekwa na kijiji cha Mitundu kwa ujumla, kwa upande ya ya raisi wa miundombinu ya barabara, Mheshimiwa Rais ametupatia jumla shilingi bilioni 1.27 kwa ajili ya ufunguzi wa barabara mpya katika kata yetu ya Mitundu. Barabara nyingi kama kati ya hizo zimechongwa katika kijiji cha Mitundu. Kwa wananchi wa eneo la Karekwa, kama mtakumbuka tuliweza kufungua barabara zetu za, za mjini Kati mpaka sasa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa Dr. Samia Suluhu Hassan ametupatia zaidi ya shilingi milioni mia sabini na saba kwa ajili ya ufunguzi wa barabara za hapa mjini Kati, lakini pia Mheshimiwa Rais alitupatia zaidi ya shilingi milioni mia nne tisini kwa ajili ya ujenzi wa makaravati mapya ambayo yametapakaa hapa Mitu, Kati. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan hakuishia hapo, aliweza kufungua barabara ambazo zinaunganisha vitongoji vya pembezoni lakini pia pamoja na makao makuu ya kata. Mheshimiwa Rais aliweza kutengeneza barabara kupitia matengenezo maalum, barabara yenye urefu wa kilomita mbili pointi moja ambayo inaunganisha kitongoji cha Mtakuja na makare namba nne. Mheshimiwa Rais alitupatia jumla ya fedha shilingi milioni 68.69 katika barabara hiyo. Lakini pia Mheshimiwa Rais alitupatia jumla na ya shilingi milioni 194.07 kwa ajili ya kuunganisha au kufungua barabara ya kitongoji cha Manyanya kuunganisha katika makao makuu ya kata ya Mituni. Lakini pia Mheshimiwa Rais hakuishia hapo, ametupatia zaidi ya shilingi milioni 444.13 kwa ajili ya kufungua barabara ya mitundu kipena kupitia makao makuu ya kijiji cha Mpalani wananchi wa kitongoji cha Karekwa pamoja na kijiji cha Mitundu kwa ujumla Mheshimiwa Rais amefanya mambo mengi nikiamua kuzungumza hapa nitachukua muda mrefu sana pamoja na hayo Mheshimiwa Rais ameendelea kutoa ruzuku mbalimbali mbali, katika idara mbalimbali Mheshimiwa mbali. Rais anaendelea kutoa ruzuku ya mbolea pamoja na mbegu bure kwa mwaka wa kwanza, tulipatiwa zaidi ya tani tatu point tano za mbegu ya rizeti ambazo ziliweza kuwanufaisha wananchi wa eneo hili la kata ya Mitundu, wakaweza kupata mavuno mengi. Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia ameendelea kutekeleza ahadi ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kutoa elimu bure kwa shule za msingi na sekondari. Kama mtakumbuka mwanzo, tulikuwa tunalipa ada.